Kwanza kabisa alitumia lugha ya Kiswahili katika ule mchakato wa kudai uhuru kwa sababu mm, Tanzania ina makabila mia moja na ishirini wengi wao wa uh, miaka 50 walikuwa hawajui Kiswahili vizuri kuzungumza mm, wala kuandika. Kwa hiyo lugha ya Kiswahili alitumia Mwalimu kwa ukamilifu kabisa mm, na katika kipindi hicho hicho alitumia ushairi uh, kama vile alivyokuwa Kaluta Amri Abedi na Shaban Robert walikuwa wanajibizana ma, mashairi katika harakati za za, za uhuru mwalimu mm. naye hakubaki nyuma mm. kuna shairi lake moja la kamba kukata jiwe, kamba kukata jiwe e, sasa hii ina fumbo mm. kwamba kwamba jiwe ilikuwa ni mkoloni, kamba ni watu dhalili wa Tanzania mm. lakini hawa kwa umoja wao wanaweza wanazoka wakalikata jiwe mm. Umeona ameandika ilo shairi hiyo, kwa, kwa, kwa kulikuwa na majibizano kwa mfumo wa mashairi. Ndiyo. kwa nini walikuwa wanatumia njia hiyo? ngojera kama ngojera vile inaleta raha ma, ma, vile, eh. na yake nani alikuwa alikuwa na, <laughs> na, mu... eh. na na, na, na, yota, na, anaza, na, eh. na kwa na namwanza tulikuwa yote anaanza, huyu mwingine anajibu tu na wanaweza kuwa watu wawili wakawa wengi tu wanafanya hicho kitu mm. eh, kuna... ile shairi mimi ameniambia <laughs> Mayoka, Jumane Mayoka. <coughs> Huyu alikuwa ni anadiwani ya Mayoka. <coughs> ni m, ma, ma, ye. yeye alikuwa ni malenga. Ye aliniambia Mwalimu yeye aliwahi kutunga shairi kama hilo, na Mayoka alikuwa hodari wa kukariri, alikuwa ana, ana, ana, ana beti zake anazitoa kwa ghaibu, kwa ghaibu, manake sio kwa kusoma, kwa, kwa, kwa akili tu moja <coughs> kwa moja. Mwalimu, kwa mujibu wa Mayoka mwenyewe, alijifundisha sana kwa washairi wazuri yeye Mayoka anasema mwalimu maree Mayoka rafiki yangu mm. alikuwa anampenda anampenda Mwyaka bin Khamisi huyu, mm. Muyaka bin Khamisi ni gwiji wa ugwijini wa ushairi malenga gwiji kule, mm. kule kule labu mwalimu, Mombasa. Mombasa. alikuwa anampenda, kwa hiyo mm. alikuwa anachota na uzoefu, mm. naona. Alafu uh, mwalimu amefanya tafsiri mbalimbali, uh, zile mm. mashuhuri ni za vitabu vya huyu uh, William Shakespeare mm. Kwa mfano mfanoili hmm. moja ya, ya kitabu, Merchant of Venice. <laughs> Mwalimu alikitafsiri kama mabepari wa Venice. Alafu kuna kingine Julius Kaisari, mwalimu alisema Julius Kaisari. Hmm. Umeona? <laughs> Kwa hiyo ali, ali, ali, ali, alifanya hivyo. Vile vile aliandika vitabu vyake vingi tu, kwa mfano kitabu kile tujisaishe, na vitabu vingi tu vya vya vya ujamaa na kujitegemea, nani ameandika kwa, kwa, kwa na, Kiswahili wa kuna watu wengine wangetaka kuandika kwa Kiingereza, lakini yeye ameandika kwa Kiswahili, alafu baadaye hivi katafsiriwa kwa Kiingereza. Kwa hiyo inaonyesha mahaba yake makubwa aliyokuwa nayo. Wengine sasa hivi um, anaandika Kiingereza ili watu wengine wamtafsirie. Sasa hii sasa kuihani lugha ndio alikutana na changamoto zozote zile wakati anaendelea katika kupambana andiyo, kukuza na lugha ya Kiswahili? Unajua hey, unajua katika kitabu kile mashuhuri cha Ngugi wa Thiong'o, Decolonizing the Mind, lugha ndio ndio mhimili wa utamaduni wa, wa mtu yetu, mm. Ngugi wa Thiong'o anasema ukitaka ku, kumtawala mtu usimfunge mnyororo, tawala akili yake, mfanye aamini kwamba lugha bora ni ile lugha ya bwana wake mkubwa. Sasa hiki uh -huh. Nafikiri Mwalimu alikijua uh -huh. Uh, ingawa, mara nyingi alikuwa nasema Kiswahili ya Kiingereza ndio Kiswahili cha dunia, lakini watu walikuwa wanamchukulia wengine wanamchukulia kwamba alikuwa anasema Kiswahili dhalili unaona, uh -huh. Lakini hapana, mimi nafikiri alikuwa na maana kwamba kwamba watu wakisome Kiingereza ki, mm. ili waweze kuwasiliana na dunia, sio kwamba alikuwa anakitweza Kikiswahili kwa, ki, mm -hmm. kwa sasa hivi mwalimu hayupo na Ndeo. leo ndio kumbukizi yake Ndeo. unafikiri tu, tu, tunaweza kujifunza nini hasa kutoka kwa Mwalimu Nyerere kuhusu matumizi ya lugha adhimu ya, ya Kiswahili ndani ya jamii yetu kwa sasa? Mwalimu alikuwa mara nyingi anakosoa watu, kwa mfano wasema wanaotumia dhana za Kiingereza ki kwenye Kiswahili mm. kwa mfano kupelekea, bara nyingi anasema hakuna kitu kama kupelekea mm. E, kusababisha mm. na kwa mfano, kwa mfano mm. Sasa hivi angekuwepo, huh? Angekuwepo kwa mfano nafikiri angekasirishwa na watu wanaosema, haujui wewe, haujui sasa. Mm. haujui kitu gani? Wajua, hujui, najua, sijui mm. Ha hii hau inatoka wapi? mm -hmm. Au kwa mfano kaka yake na Shabani, mwalimu asingekubali vituko kama hivi. Kaka yake Shabani, kaka yake Hamisi mm -hmm. Unaona? Au barabara korofi bungeni, wanazungumza hicho kitu, gari imeumia lisaa limoja eh? Manunuzi madhaifu. Mimi nafikiri mwalimu angekuwa, angeishi nyakati hizi mm. ambazo watu wamekubuhu. Ah mimi naitwa ni vibaka wa lugha ya Kiswahili, mm. watu wanibaka, wanakibaka Kiswahili. Ama wale, wana, wale hadithi ya lugha. mm. Ndio. Kwa mimi nafikiri mwalimu yeye alikuwa front runner, alikuwa yuko mbele katika kutaka watu wazungumze mm. Kiswahili kizuri. Leo kwa mfano, Kiswahili sio lugha ya taifa kwa mujibu wa sheria, hakuna sheria wala katiba. Kenya ibara nane Kiswahili ni lugha ya, ya taifa. Unasema Kiswahili sio lugha ya taifa. Taifa. Kwa mujibu wa sheria. Ni mazoea tu. Ni mazoea. Ndio. Lugha ya taifa ni. Kwa mujibu wa sheria. Na mazoea ndio yanatufikisha hapo tulipo. Lugha ya taifa ni ipi sasa? Lugha ya taifa. Hakuna lugha ya taifa kwa mujibu wa sheria. Eh. Mm. Lugha ya taifa ipo kwa mazoea. Kiswahili hiki. Ndio, hizi ndio mazoea sasa, lugha ya Kiswahili. Wewe mazoea kwa mujibu wa taifa. Mm. Lakini ni, mimi si mwana sheria profesa ya sheria <laughs> niwisi popote pale, na mimi hii kitu nilizungumzia wakati wa kongamano kubwa la vyombo vya habari chuo kikuu jenerali, alikuwepo ulimwengu mm. Naambia atokee mtu yoyote anaambia Kiswahili lugha ya taifa kwa mujibu wa sheria anyoshe mkono mm. Katunzima watu wanaangaliwa pale mm. Hakuna, nikamwambia amwezi kwa sababu hakuna sheria hiyo, wala katiba hakuna ya inasema. Kwa nini tunaamini sasa kwamba Kiswahili ndio lugha ya taifa? Aluadu, mazoea si wangu mazoea mm. Kenya lugha ya taifa ni Kiswahili ndani ki, ki, Kiswahili ya katiba yao ya. Kwa Tanzania hakuna, kizazi cha sasa kinafanyaje ili basi kuendelea kufuata yale maono ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati tunakumbuka kifo chake leo hmm, na kuyaenzi yale ambayo aliyafanya kupitia lugha Kiswahili, mwalimu, kwa sababu kwa sababu ya kwa ni mwalimu na alikuwa anakipenda Kiswahili hmm. Aliunda tume ya Makweta mwaka 92 tu, tu ambapo katika hadidu zao za rejea walikuwa waoni namna ya kuweza kutumia Kiswahili kama lugha ya kufundishia kutoka e, e, katika ngazi zote za elimu mm, kuanzia shule ya msingi mpaka chuo kikuu, but isivyokuwa bahati sasa, mwalimu mm, muda wake ulimalizika mwaka 90 ngapi, 95, akang'atuka akang'atuka akang'atuka. Mm. Sasa, sasa waliofuatia hawakukipenda Kiswahili.